Umewahi kuomba kwa nguvu zako zote, ukimwaga moyo wako katika nyakati za utulivu, wakati ulimwengu umelala. Umenong'ona matumaini yako yan kabisa, katika utulivu, hofu zako zenye uchungu zaidi, maombi yako ya kukata tamaa. Umekuja mbele za Mungu ukiwa na moyo uliojaa imani, ukiamini uwezo wake, wema wake, ahadi zake. Umezing'ang'ania ahadi hizo kama kamba ya wokovu katika dhoruba, ukiamini kabisa kwamba jibu liko karibu. Na hakuna kilichobadilika. Ukimya uliofuata maombi yako ulikuwa mzito sana. Tatizo uliloliweka mbele zake bado lipo, labda hata zito zaidi kuliko hapo awali. Mlango uliomwomba ufungue bado umefungwa kabisa. Uponyaji ulioomba haujaja. Mwongozo ulioutafuta haupo. Ukikwacha umesimama kwenye njia panda bila ramani, bila ishara, bila hata kunongona ni njia gani ya kufuata. Ni sehemu ya upweke yenye kutatanisha kuwa sivyo mahali ambapo shaka inaweza kuanza kuingia kama ukungu, ikififisha kingo za imani yako. Uliamini kweli, uliamini. Ulikumbuka hadithi za miujiza za milima iliyosogezwa na bahari zilizogawaniwa. Uliishika sana maandiko yanayosema ombeni, nani mtapewa; tafuteni, nani mtapata; bisheni, nani mtafunguliwa. Imani yako haikuwa matakwa ya kupita tu, ilikuwa hakika, imani ya kina kwamba Mungu husikia na Mungu hujibu uliyesimama juu ya imani hiyo hata wakati mazingira yalionekana mabaya. Ulinena maneno ya ushindi hata wakati moyo wako ulihisi kushindwa. Uliendelea kushikilia kwa nguvu zote uhakika kwamba mafanikio yako yalikuwa karibu. Ulisubiri kwa uvumilivu mwanzoni, kisha kwa wasiwasi wasi unaongezeka. Siku zikawa wiki, wiki zikawa miezi, labda hata miaka uliwaona wengine wakipokea baraka zao, maombi yao yaliyojibiwa, na ulisherehekea nao, huku swali la kimya likiunguruma ndani ya nafsi yako: lini Bwana, lini itakuwa zamu yangu? Kusubiri labda ni mojawapo ya sehemu ngumu zaidi za safari ya imani. Ni mchakato hai, mara nyingi mgumu, wa kushikilia imara wakati kila kitu ndani yako kinataka kukimbia mbele au kukata tamaa kabisa. Ni jaribio la uvumilivu, moto wa kusafisha kwa nafsi. Ulimwamini Mungu Uliweka maisha yako, maisha yako ya baadaye, tamaa zako za ndani kabisa, mikononi mwake. Ulifanya uamuzi wa kuitegemea juu ya wakati wake na hekima yake, hata wakati haukueleweka kwako. Imani ni kuamini kwa vitendo, ni kusema hata kama sioni, hata kama sisikii, najua unafanya kazi, najua mipango yako kwangu ni mizuri uliacha ratiba yako mwenyewe, ajenda yako mwenyewe, na ulichagua kutotegemea akili yako mwenyewe, bali kumtambua yeye katika njia zako zote, ukiamini atanyoosha njia zako. Lakini badala ya majibu ulipata ukimya, ukimya mzito unawanguruma, unaohisi kama chumba kitupu, simu iliyokatika, barua iliyorudishwa bila kufunguliwa. Ukimya huu unaweza kuwa sehemu yenye uchungu zaidi ya yote. Inaweza kuhisi kama kuachwa, inaweza kuhisi kama kukataliwa inaweza kukufanya uhoji kila kitu. Je, nilifanya jambo baya? Je, Mungu ananisikia? Je, anajali? Ukimya wa Mungu ni siri ambayo imewasumbua waumini kwa karne nyingi. Ni blanketi zito linaloweza kuzima matumaini na kuzaa kukata tamaa. Ngoja nikuambie jambo lenye nguvu sasa hivi. Ikiwa uko katika msimu huo wa ukimya, ninahitaji usikie hili kwa roho yako. Tegemea karibu, na wacha ukweli huu utie nanga roho yako. Ukimya haimaanishi Mungu amekuacha haimaanishi amekasirika au hajali au hana uwezo. Wakati mwingi kimya si kukosekana, bali ni aina tofauti ya uwepo. Ni utulivu wa mikono ya mfinyanzi anapoumba udongo, ni utulivu wa udongo baada ya mbegu kupandwa, ambapo kazi kubwa isionekana inafanyika chini ya ardhi. Ukimya wake si hapana na si kamwe. Mara nyingi ni nafasi takatifu ambapo anafanya kazi yake ya kina katika hali hiyo, na muhimu zaidi, ndani yako. Baadhi ya miujiza mikubwa zaidi katika Biblia ilitokea baada ya ukimya mrefu. Fikiria ya juu yake, kulikuwa na miaka toh ya ukimya kati ya Agano la Kale na Jipya, kisha malaika alionekana kutangaza kuja kwa Mwokozi wa ulimwengu. Abrahamu na Sara walisubiri miongo kadhaa kimya kimya kwa ajili ya mwana aliyeahidiwa Isaka. Yosefu alivumilia miaka mingi ya mateso ya kimya katika shimo na gereza kabla ya kuinuliwa kuwa wa pili kwa amri nchini Misri. Ratiba ya Mungu si ratiba yetu, na vipindi vyake vya ukimya mara nyingi ni utangulizi wa mafunuo yake ya kina zaidi. Kwa hiyo, ikiwa unahisi umekwama, umechanganikiwa au umesahau, ikiwa unahisi kama uko katika hali ya kusubiri bila mwisho, ikiwa mbingu zinahisi kama shaba na maombi yako yanaonekana kugonga dari na kuanguka chini, nataka ujue hauko peke yako. Mashujaa wengi wa imani yetu wamepitia njia hii. Hisia hii ya kusahau ni sehemu ya safari lakini si mahali pa kufika. Ujumbe huu ni kwa ajili yako, si ajali kwamba unasikia maneno haya leo. Hili ni agano la kimungu, kamba ya wokovu iliyotumwa moja kwa moja kwako katika msimu wako wa kusubiri. Hii ni kwa yule aliyechoka kujaribu, amechoka kusubiri na yuko karibu kukata tamaa. Kaa hadi mwisho, kwa sababu mojawapo ya ishara hizi inaweza kueleza hasa unachopitia sasa hivi. Tunakaribia kuchunguza sababu takatifu za ukimya wa Mungu. Hizi si nadharia tu, ni kweli zenye nguvu zinazoweza kubadilisha mtazamo wako na kufanya upya nguvu zako. Kile unachokiona kama kukosekana kinaweza kuwa ishara ya kitu cha ajabu kinachokaribia kutokea katika maisha yako. Usibofie mbali, mafanikio yako yanaweza kuwa ufunuo mmoja tu mbali. Hebu tugundue pamoja. Umewahi kuhisi kama ramani ya maisha yako imefutika ghafla? Wakati mmoja njia ilikuwa wazi, ulijua zamu inayofuata, lengo lilionekana kuwa hakika. Na kisha, bila onyo, unajikuta kwenye ukungu ambapo kila alama ya ardhi imetoweka na barabara iliyozoeleka imeyeyuka chini ya miguu yako. Hisia hii ya kutatanisha, hisia hii kubwa ya kuchanganikiwa mara nyingi ndiyo ishara yetu ya kwanza kwamba Mungu anafanya kazi kwa njia ambayo bado hatuwezi kuielewa. Ni jambo la kawaida kwa binadamu kuingiwa na hofu mambo yanapoacha kueleweka. Sisi ni viumbe wa mazoea na uelewa, tunajenga maisha yetu juu ya msingi wa mantiki na utabiri. Kwa hiyo, uhusiano unapoisha ghafla, njia ya kazi inafungwa ghafla, au mipango yetu iliyopangwa vizuri inaporomoka silika yetu ya kwanza ni kujaribu kudhibiti, kujaribu kurudisha vipande kwenye picha tunayoitambua. Tunajihoji, tunahoji imani yetu, na tunauliza Mungu uko wapi katika hili? Kwa nini hili linatokea? Lakini vipi kama machafuko haya si ishara ya kutokuwepo kwa Mungu bali ni ishara ya uwepo wake hai? Vipi kama ukungu huu haukusudiwi kukupofusha, bali kukufanya usimame, utulie na kusikiliza? Mara nyingi ukosefu huu mkubwa wa uwazi ni nafasi takatifu ya mabadiliko. Mungu anakusogeza taratibu na wakati mwingine kwa nguvu kutoka msimu mmoja wa maisha yako kwenda mwingine. Anafunga mlango si kukutesa bali kukuongoza kwenye mlango mpya ambao tayari ameuandaa. Fikiri ya mbegu iliyozikwa ndani ya udongo. Katika giza inapitia mabadiliko makali yasiyoonekana. Lazima ivunjike, iache kuwa kile ilichokuwa, ili iwe kile ilichopangiwa kuwa. Kutoka nje, katika awamu hiyo ya chini ya ardhi, inaonekana kama kifo, kama mwisho, lakini kwa kweli ni kipindi cha maandalizi makali kwa ukuaji mpya, kwa maisha ambayo hivi karibuni yatachipuka juu ya uso na kufikia jua. Kipindi chako cha machafuko ni wakati wako katika udongo. Inaonekana kama mwisho, lakini Mungu anakuza mwanzo wako. Nakumbuka rafiki yangu Sara ambaye alijenga utambulisho wake wote kutokana na kazi yake kama mbunifu. Aliipenda kazi yake, alikuwa mzuri ndani yake, na hakuweza kufikiria kufanya kitu kingine chochote. Kisha muungano wa kampuni ulisababisha idara yake kufutwa. Ulimwengu wake ulianguka. Kwa miezi kadhaa, alipotea akitafuta kazi kama hizo bila mafanikio, kujiamini kwake kukishuka. Machafuko ya makubwa katika kukata tamaa kwake, alianza kujitolea katika kituo cha vijana cha eneo hilo ili tuawe na kitu cha kufanya. Alianza kuwafundisha watoto kanuni za msingi za kubuni akiwasaidia kujenga mifano midogo. Na katika eneo hilo la machafuko, shauku mpya iliwaka. Aligundua upendo wa kufundisha ambao hakuwahi kujua alikuwa nao. Leo anaendesha shirika lisilo la faida linalowatambulisha vijana wasiojiweza kwenye kubuni na uhandisi. Kupoteza kazi kulikoonekana kama kushindwa kwa janga, kwa kweli kulikuwa Mungu akipanga upya maisha yake ili yalingane na kusudi la kina zaidi, lenye kutosheleza zaidi, ambalo hakuwahi kulipata peke yake. Biblia inazungumzia moja kwa moja uzoefu huu katika Mithali sura ya 3 mistari ya 5 na 6, tunatiwa moyo Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe; katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Huu si wito wa kuacha mantiki, bali ni mwaliko wa kuamini kwamba kuna mantiki ya kimungu inayofanya kazi, ambayo ni mbali zaidi ya yetu. Ni kukiri kwamba uelewa wetu ni mdogo, na amani ya kweli inapatikana si kwa kuwa na majibu yote, bali kwa kumtumaini yeye anayeyajua. Kwa hiyo tunaweza kufanya nini tunapojikuta katika msimu huu wa kutatanisha? Kwanza, jipe ruhusa ya kutokuwa na majibu yote. Badala ya kupigana na kutokuwa na uhakika, jaribu kuitegemea. Jizoeze kusema Mungu, sielewi hili lakini ninakuamini. Kitendo hiki rahisi cha kujisalimisha kinaweza kubadilisha mtazamo wako kutoka hofu hadi amani. Pili, tafuta mambo madogo mapya. Kama vile Sara alivyopata cheche katika kujitolea, tafuta mazungumzo yasiyotarajiwa, maslahi mapya, minongono tulivu moyoni mwako inayotokea kutoka utulivu. Hizi ndizo mbegu za msimu wako ujao. Mwisho, andika kinachotokea. Weka shajara ya hisia zako, maombi yako, uvumbuzi wako mdogo. Utakapopita kwenye udongo na kuona jua tena, utakuwa na rekodi nzuri ya uaminifu wa Mungu gizani. Ikiwa maisha yako yanaonekana yamechanganyikiwa sasa, pumua kwa undani. Inaweza kuwa kwa sababu Mungu anapanga upya mambo kwa upendo kwa ajili ya mema yako makuu, akikupanga kwa baraka ambayo bado huwezi kuiona. Kinachoonekana kama machafuko kutoka kwa mtazamo wako mdogo, ni mpangilio wa kimungu kutoka kwa mtazamo wake wa milele. Machafuko haya si hatima yako, ni ardhi takatifu yenye rutuba ya mabadiliko yako. Tunaishi katika ulimwengu wa matokeo ya haraka. Tumezoea kutarajia kila kitu sasa. Milo yetu inaletwa kwa dakika chache, habari tunapata kwa kugusa skrini, mafanikio yanapimwa kwa jinsi tunavyoweza kuyafikia haraka. Utamaduni huu wa haraka unaweza kufanya kipindi chochote cha kusubiri kihisi kama kushindwa, ishara kwamba tumesahaulika au tumebaki nyuma. Lakini katika ufalme wa Mungu, saa inatembea kwa mdundo tofauti. Mungu hufanya kazi kwa wakati wa milele, ratiba inayotanguliza malezi yetu ya kiroho juu ya kuridhika kwetu mara moja. Kuchelewa kwake si kukataa, ni miadi ya kimungu kwa ajili ya maandalizi. Wakati mwingine huchelewesha, si kwa sababu unafanya kitu kibaya, bali kwa sababu bado hujawa tayari kwa ukubwa wa kile alichokuandalia. Yeye ndiye mfinyanzi mkuu na sisi ndiyo udongo. Mchakato wa kufinyangwa, kuumbwa na kuchomwa kwenye tanuri huchukua muda, unahitaji uvumilivu. Kuharakisha mchakato kungeleta chombo dhaifu kinachovunjika kwa urahisi na kisichoweza kushikilia baraka anazokusudia kumimina ndani yake. Baraka inayotolewa mapema sana inaweza kukuvunja. Mlango unaofunguliwa mapema sana unaweza kukuharibu. Hebu fikiria mche mdogo uliopangiwa kuwa mwaloni mkubwa kama ungekuwa wazi kwa nguvu kamili ya kimbunga kabla ya mizizi yake kuwa imara na shina lake nanguvu, kuwa na nguvu ungekuwa umetolewa na kuharibiwa. Kwa njia hiyo hiyo, Mungu hutulinda kutokana na fursa, mahusiano na majukumu ambayo bado hatuna ukomavu wa kiroho au kihisia wa kuyashughulikia. Hapana yake kwa sasa mara nyingi ni ndio kwa nguvu na utulivu wetu wa baadaye. Kwa hivyo ikiwa unasubiri na unasubiri na unasubiri ukihisi uzito wa kila siku inayopita ujue kwamba msimu huu si tupu, ni takatifu. Biblia inatukumbusha katika Mhubiri 3 mstari wa 11, amefanya kila kitu kizuri kwa wakati wake. Hii si hisia tu ya kishairi, ni ukweli mkuu kuhusu ukuu wa Mungu. Yeye anaona picha nzima ya maisha yetu, wakati sisi tunaona tu uzi mmoja tunaoshikilia. Anajua wakati kamili kwa kila tukio kufunuka kwa uzuri na athari kubwa. Fikiria mjasiriamali kijana ninayemjua, Sara, alikuwa na wazo zuri la shirika lisilo la faida. Aliomba, alifunga, aliomba ruzuku, lakini kila mlango ulifungwa. Kwa miaka miwili alihisi ameshindwa, akijiuliza kama alikuwa amesikia kutoka kwa Mungu hata kidogo. Lakini wakati huo alichukua kazi ya muda katika utawala, akijifunza kuhusu bajeti, usimamizi wa timu na kufuata sheria, ujuzi ambao hakuwa nao kabisa. Wakati mlango hatimaye ulifunguka miaka miwili baadaye, ilikuwa kwa ruzuku kubwa zaidi kuliko alivyowahi kufikiria. Hakuwa tena mwonaji tu, alikuwa kiongozi mwenye uwezo, aliandaliwa kikamilifu kusimamia baraka. Kuchelewa kwake kulikuwa uwanja wake wa mafunzo. Kwa hivyo tunaweza kufanya nini katika misimu yetu ya kusubiri? Kwanza, badilisha mtazamo wako kuhusu kuchelewa. Badala ya kuuliza Mungu, kwa nini hii inachukua muda mrefu? Uliza, Mungu, unajaribu kunifundisha nini katika msimu huu? Usione wakati huu kama adhabu, bali kama kipindi cha maandalizi. Pili, shiriki kikamilifu katika ukuaji wako. Je, kuna ujuzi unaohitaji kuendeleza? Je, kuna kasoro ya tabia ambayo Mungu anaifunua? Je, kuna uhusiano unaohitaji kurekebishwa? Tumia wakati huu kushirikiana na Mungu katika utakaso wako mwenyewe. Soma, jifunze, tumikia na ukuwe, kuwa mtu ambaye atakuwa tayari kwa baraka itakapofika. Na tatu, fanya mazoezi ya shukrani kwa sasa. Mshukuru Mungu kwa ulinzi wake kutokana na hatari usizoziona na kwa hekima yake katika kukuandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye usiyoweza kufikiria bado. Kumwamini katika wakati wake huleta amani inayozidi ufahamu wote. Katika kusubiri kwako, Mungu anaweza kuwa ana kulinda kutokana na mafanikio ya mapema ambayo yangepelekea kushindwa kabisa. Yeye hakuzuilii, anakufanya kazi anajenga tabia yako, anaongeza imani yako na anayofaa kabisa kwa mtu unayekuwa. Kile alichopanga kinastahili kusubiri. Sio ukuaji wote unaonekana. Misuli hukua inapopasuka, imani hukua inapojaribiwa. Huu imara katika starehe, unakuwa imara katika shinikizo. Ikiwa umekuwa ukipigana vita ambavyo hakuna anayejua ukishikilia kwa imani, hiyo ni uthibitisho Mungu anajenga uvumilivu ndani yako. Unakuwa imara zaidi kuliko unavyofikiria. Wakati mwingine ukimya hautoki kwa Mungu, unatoka kwa watu. Wanaondoka na hilo linaumiza, lakini sikia hili vizuri. Mungu anawaondoa watu ambao hawawezi kwenda mahali anapokupeleka. Baadhi ya miunganisho ilikuwa ya msimu, baadhi ya mahusiano yalikuwa vikwazo. Mungu anaweza kuwa anafunga milango nyuma yako ili usirudi nyuma. Kuachilia kunaumiza lakini kukaa kunge kukarimu kusudi lako. Nyakati ngumu hazimaanishi kwamba Mungu amekasirika na wewe. Dhahabu husafishwa kwa moto, almasi huundwa chini ya shinikizo. Mungu anatumia magumu kutakasa moyo wako, kuimarisha tabia yako na kuongeza imani yako. Unachopitia si kwa ajili ya kukuangamiza, ni kwa ajili ya kukuandaa. Hawadibiwi, unaumbwa kabla ya mafanikio makubwa. Mambo mara nyingi huwa kimya, kabla ya mabadiliko kuna utulivu Mungu wakati mwingine anatuliza kelele ili uweze kusikia mwelekeo. Ikiwa milango inafungwa, mipango inabadilika na unajisikia vibaya, unaweza kuwa umesimama kwenye ukingo wa kitu kipya. Usiharakishe mchakato, usiache msimu. Hii ndio ishara kuwa kugozape. Bado unaomba, bado unatumaini. Kama Mungu angekuwa amemalizana na wewe usingekuwa bado unajali. Ukweli kwamba unatazama video hii ni ushahidi kwamba Mungu bado anafanya kazi maishani mwako. Kama unajisikia umechoka au karibu kukata kauli, kumbuka hili: Mungu anaona usichokiona, Mungu anajua usichoweza, Mungu anafanya kazi hata kama huoni chochote. Hadithi yako haijaisha. Maombi yako hayapuuzwi. Mafanikio yako ya kuliko unavyofikiria. Kama ujumbe huu umegusa moyo wako, Like video hii ili kueneza imani. Comment kama unamwamini Mungu hata sasa. Shiriki hii na mtu anayehitaji tumaini. Subscribe kwa ujumbe wa kujenga imani kila wiki, na kumbuka. Hata katika ukimya, Mungu anafanya kazi.